Jeshi la polisi la mkoa wa Mwanza limeweza kumkamata na kuweza kumhoji Diana Bundala maarufu kama Mfalme Zumaridi mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa mtaa wa Buguku, Buhongwa, mkoani Mwanza e ba kwa tuhuma za kuendesha shughuli zake za kidini bila usajili, pamoja na kuweza kufanya mahubiri e, kwa waumini wake kwa sauti ya juu katika eneo hilo ambalo ni makazi ya watu na kuweza kusababisha usumbufu kwa majirani wake. E, aidha, Zumaridi ameweza kuhojiwa juu ya video ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii akiwa pamoja na kundi la watoto e, wadogo lakini pia akiwa na e, vijana wa kike lakini pia wa kiume akiwelezea kwamba yeye ndio Mungu wao ambaye e, kwa uwezo wa kawaida hivi inaonekana kabisa kwamba ni kama vile anavuka mipaka baada ya watu wengi sana kuanza, ku, e, kuanza kumjia juu kwamba Zumaridi kuna time anafanya kitu ambacho sio sawa, baada ya yeye kujitangaza kwamba ndio Mungu. E, bana jeshi la polisi la Mwanza linasema kwamba uchunguzi juu juu ya tukio hilo ambalo linaendelea ni kwamba linazidi e, eh, kufanyiwa kinaga ubaga. So moja kwa moja taarifa kadha kadha ambazo zinaendelea kuhusiana na Zumaridi basi zitatolewa pale mara baada ya e, eh, Zumaridi kuweza kupandishwa kizimbani na ufafanuzi kuweza kutolewa kuhusiana na Zumaridi. Kwa hiyo tupe mtazamo wako, kwa mdau wa sasa digital ambaye upo, kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye anja comment hapo, utakuwa umetisha kinoma noma.